Aa, kwenye shule mama, hakikisha unanijulisha, namwambia mkurugenzi. Wewe huwezi kuwa na sauti dhidi ya mkurugenzi wala kusaidia kule, au watu wengine, mimi nakuwa na sauti juu yao, kwa sababu nafasi yangu inaruhusu. Mimi ndiye msimamizi wa kwanza wa maendeleo ya wilaya hii. Wota kuongea na waziri nikamwambia badilisheni allocation hapa, watoto wanatembea kilomita 9. Kuna viumbe vya madarasa 30 kwa ajili ya shule za sekondari. Twende tukapigane, kiwanja kipo, tutakapata location na madarasa. Kule juu ni tuone jinsi ya kuwaacha madarasa ili watoto hao wasogezee huduma ya shule karibu. Wapate shule yao waweze kusoma kwa ndio maana geuka hapa. Kama mko hivi. Atakimbia huyu mzee, hatakuwa na shida na kijana hapa akituma, akamwambia, nimeenda huko kwenye kamati yako ya siasa. Kijana nyanyuka, nenda kwa mbunge, fanya moja mbili tatu. Huyu atakimbia kwa sababu umeongea habari ya kituo cha afya cha afya. Nimesha lisema Ilani ya sisi katika miaka hii mitano imetuahidi vituo vya afya vitatu. Kituo cha afya cha kwanza ni cha Kabindi, kituo cha afya cha pili Kaniha, kituo cha afya cha tatu ni cha Ntantakara. Hapo pesa yote zaidi ya milioni 500 natoa Samia ya kujenga Fatima ya makao makuu ya tani. Ndio. Wananchi wa hapa bado tunahitaji zahanati. Kabisa. Yeah. So, umeniambia eneo ulipo. Mimi naenda kashughulike na wananchi. Mwanze kujichanga tuanze kutafuta mawe. Mimi nitawasaidia. Nitakapoanza tu mkaleta mawe, msingi tuanze kujenga nitawachangia simenti na nini tuanze kunyanyua hey, nye msingi. Kunyanyua mpaka ikifika kwenye hatua ya linda tu. Ndio. Tunamaliza, napiga picha, napeleka kwa Samia. Namwambia watu wa Kasiro wameanza, wamefikia hapa. Samia mia na mwaga hela, tunaingiza umeme, tunaingiza vigae, tunaingiza madirisha ya vioo, tunapiga siringoli, tunaezeka, kila kitu kinamalizika kwa mama wa hapa nikuwasogezeeni huduma ili muweze kukaa katika mazingira bora na mazingira safi ya kwa. Haijamalizika. Ilani yetu ya uchaguzi imeahidi kwamba kwa shule za sekondari tutajenga nyumba mpya tano wilaya ya wilayaana kwa shule za msingi zenye mazingira magumu tutajenga nyumba mpya kumi, mimi ndo mbunge sawa. Hiyo nyumba moja hapa tutaileta, nenda kashughulika. Utakapoingia kwenye baraza, sema mbunge aliahidi katika nyumba kumi zitakazojengwa kwa shule za msingi, moja inakuja hapa, tuje tumalize ale yuko hapa viti marumu wewe ngombe yuko hapa taka hapo maana yuko hapa kange kanao kule, nami ntako nyumba yako tutamaliza hizo sawa? si si moyi moyi si moyi. Ndio maana tumesema tutabaki baada ya kuapa, baada ya kuapa, kwa sababu sasa hivi ni mgombea. Nitakapo hapa nitatembelea mradi wako, sawa, na nilikuwa hapa ni mradi wa soko. Nitatembelea na mradi huu, nitafanya ziara ya mapema sana, kabla ya mwisho wa mwaka nitakuwa nimekufa tutakuja hapa nitembelee mradi wake, nitakuja na afisa mifugo wa wilaya na afisa uvuvi, twende tuone uwekezaji wake, sikio na mimi niondoke na sato. Na baada ya hapo, kama wana changamoto zinatoa maelekezo ziweze kutafutiwa na serikali ili tumwezesha, maana kuja kuweka mradi hapa si kitu kidogo, lazima tumunge mkono kwa, nitatembelea mradi wake. Hiyo nimeitulea hadi hapa. Haa, abao siona wasiwasi wakali waone mradi huo na vijana wengine wajifunze, maana kama tunahitaji kupata sasa kutoka kanda ya ziwa kisiwani, wakati kuna mtu anaweza kujenga bwawa hapa akatuuzia samaki tukapata. Wote hawa ndio vijana wanaohitajika kwenye taifa, vijana wanaonesha njia, wanaweza kufungua milango kwa ajili ya vijana wengine.